Baadhi ya wakazi katika mpaka wa Mutukula mkoani Kagera wamepongeza hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali pamoja na vyombo vya usalama katika kudhibiti biashara ya dawa za kulevya. Wakazi hao wametoa pongezi hizo wakati tume ya kudhibiti dawa za kulevya nchini pamoja na jeshi la polisi mkoani Kagera walipotoa mafunzo na kukabidhi vifaa vya ukaguzi wa dawa za kulevya kwa maafisa ukaguzi katika kituo cha forodha cha mpaka wa Mutukula. Charles Mbebe anaripoti kutoka mkoani Kagera. Mpaka wa Mutukula maarufu kwa usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kuingia nchini ama kuelekea nchi jirani ya Uganda pamoja na abiria, ni moja ya maeneo yanayopendekezwa kupewa ulinzi madhubuti katika vita dhidi ya madawa ya kulevya. Baadhi ya wananchi wanaofanya biashara ama kuishi katika maeneo ya mpaka huo wamepongeza hatua ya serikali kupambana na biashara ya madawa ya kulevya na kutaka mpaka huo kupewa ulinzi stahili. Serikali ikizuia mipakani, serikali ikazuia viwanja vya ndege, kwamba wanaposhuka watu kutoka nje wanakaguliwa ipasavyo. Mimi nafikiri vitu kama hivyo vinaweza vikapunguza vika uingizaji wa madawa ya kulevya. Kwa hapa Mutukula sasa hivi naona, yani mambo yako vizuri, umeona. kwa sababu sasa hivi wamekuwa makini na kama haya mamirungi yamezuia, sioni tena umeona. kwa sababu hapa ilikuwa ni mirungi sana na viroba, umeona imeanza kufanya mambo haya, tunamshukuru sana rais na, na sisi vijana tumejifunza. Wakati huu tume ya kudhibiti madawa ya kulevya pamoja na jeshi la polisi nchini limeendesha mafunzo kwa maafisa wa forodha katika mpaka wa Mutukula pamoja na kukabidhi vifaa vitakavyokuwa vikitumika kubaini dawa hizo zinapokuwa zikipitishwa maeneo ya mipakani. Afisa sheria kutoka tume ya kuratibu udhibiti wa madawa ya kulevya Kristina Vivas anasema marekebisho ya sheria dhidi ya kupambana na madawa ya kulevya iliyoanza kutumika Septemba mwaka elfu mbili kumi na tano yameongeza adhabu kwa wauzaji na wasambazaji, hatua ambayo itasaidia kuwabana wafanyabiashara wa madawa hayo. Lakini kwa sheria hii mpya, kosa la kumiliki mitambo limewekwa na adhabu yake ni kubwa; ni kifungo na faini ya milioni mia mbili mkuu wa kitengo cha kupambana na madawa ya kulevya kutoka jeshi la polisi SACP Mihayo Msikela anatangaza kiama kwa wafanyabiashara hao, bache mara moja. Serikali iko makini kwa kufanya ufuatiliaji wa nyendo zao zote na bahati nzuri wananchi wanaendelea kuliunga mkono jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kwa baini wafanyabiashara hao na ufuatiliaji unaendelea. Charles Mubea, TBC, Miseni, Kagera.